N vifaa na leo nitakwenda kukujuza ni vifaa gani vya kuanza navyo production. Mara nyingi watu wanafanya sana makosa katika kuchagua kifaa gani cha kuanza nacho production. Wapo ambao wananunua vifaa kwa bei kubwa sana, na baadaye wanakuwa disappointed na wanaacha kabisa biashara ya photograph au videograph, na makosa haya natamani asitokee kwako wewe, ambaye unaanza biashara hii ya photograph au videograph. Jambo la kwanza la kuzingatia na la msingi kabisa ni kamera. Kwenye kamera, unapaswa kutambua ya kwamba kamera gani inaweza kukufaa kufaa kulingana na aina ya production unayoifanya. Wengi wanaanza na vifaa vya juu sana, unanunua kamera ya milioni kumi milioni ishirini milioni thelathini na kadhalika, hali ya kwamba bado hujastabilize kwenye biashara yako na huna wateja wa kutosha wa kuwachaji gharama kubwa kulingana na kwaliti ya vifaa vyako. Kwa hiyo basi, unapaswa kuanza na kamera yenye bajeti ndogo ambayo inaweza kufanya kazi yako kulingana na wateja wako. Kumbuka ya kwamba wewe ndiyo kwanza una